Na kwenye spoti ni kwamba kampuni ya Shabiki.com imefadhili makala ya sita ya mashindano ya kandanda ya Rashid Abdalla Super Cup A michuano inayoendelea katika kaunti za Mombasa na Kwale. Afisa wa operesheni wa Shabiki.com, Abdi Waqo, amesema lengo kuu la Shabiki.com ni kuinua na kukuza vipaji mashinani. Akizungumza wakati wa kutiwa saini kwa mkataba wa ufadhili huo, mwasisi wa Rashid Abdalla Super Cup Rashid Abdalla ameshukuru shabiki.com kwa kuendelea kudhamini michuano hiyo, akisema kuwa shabiki.com ni shabiki wa kweli wa michuano hiyo. Shabiki wameonyesha wazi kwamba wanathamini jitihada ambazo zipo mashinani, wameonyesha kwamba wana nia ya kuendelea kuwashika mkono na kukuza vipaji vyao na kuhakikisha kwamba ndoto zao haziishii tu njiani. As shabiki we are always about inspiring growth and opportunities and this is a great venture that we are happy to be part of. Mwaka huu michuano hii inatajwa kuwa ya kipekee kwani kwa mara ya kwanza mwanamwali kombe la Rashid Abdalla Super Cup limevuka bahari ya Mediterranean kutoka Ulaya hadi Kenya kwa hisani ya shabiki.com. Kulifuata tulipita nchi sita ili kuenda kulichukua. Uh, lina urefu wa sentimita sabini na nane na ukiangalia katika nakshi zake ambayo limetengenezewa kuna shaba hapo ndani, kuna fedha hapo ndani, kuna mbao hapo ndani, kuna dhahabu hapo ndani. Uh, wamegharamika uh, shabiki kulileta, uh, na ni kuheshimisha mpira na kuheshimisha vipaji. Our goal is to bring even more excitement, visibility and positive impact to the tournament and its players. Afisa wa operesheni za Shabiki.com, Abdi Waqo anasema uhusiano kati ya Shabiki.com na Rashid Abdalla Super Cup ni wa kudumu, kwani Shabiki.com ilifadhili makala ya tano ya Rashid Abdalla Super Cup mwaka jana ambayo alifanikiwa pakubwa. Finali ya michuano hii ambayo imehusisha timu kutoka kaunti za Mombasa na Kwale itachezwa Disemba kumi na nne katika uga wa Kwale, ambapo mshindi ataondoka na kitita cha shilingi milioni mbili nukta tano. Mchezaji Rithwan Steve Shitera, runinga ya Citizen, Nairobi, na kundi lakina mama